Mlango wa thelathini. Nawe fanya madhabahu ya kufukizia uvumba, utaifanyiza kwa mti wa mshita. Urefu wake utakuwa dhiraa moja, na upana wake dhiraa moja, itakuwa mraba, na kwenda juu kwake dhiraa mbili, pembe zake zitakuwa za kitu kimoja nayo. Nawe utaifunikiza dhahabu safi, juu yake, na mbavu zake kando kando, na pembe zake, nawe utaifanyia ukingo wa dhahabu kuizunguka. Kisha utaifanyia pete mbili za dhahabu chini ya ukingo wake katika mbavu zake mbili, katika pande zake mbili utazifanya, nazo zitakuwa mahali pa kuitia miti ya kuichukulia. Na ile miti utaifanya kwa mti wa mshita na kuifunikiza dhahabu safi. Nawe utaitia mbele ya lile pazia lililo karibu na sanduku la ushuhuda mbele ya kiti cha rehema kilicho juu ya ushuhuda hapo nitakapokutana nawe. Na Haruni atafukiza uvumba wa manukato juu yake kila siku asubuhi, atakapozitengeneza zile taa ataufukiza. Na Haruni atakapoziwasha zile taa wakati wa jioni ataufukiza, uwe uvumba wa daima mbele za Bwana katika vizazi vyenu vyote. Hamtafukiza juu yake uvumba mgeni, wala sadaka ya kuteketezwa, wala sadaka ya unga, wala hamtamimina juu yake sadaka ya kinywaji. Naye Haruni atafanya upatanisho juu ya pembe zake mara moja kila mwaka, kwa damu ya ile sadaka ya dhambi ya kufanya upatanisho, mara moja kila mwaka ataifanyia upatanisho katika vizazi vyenu vyote; ni takatifu sana kwa Bwana. Bwana akanena na Musa na kumwambia, utakapowahesabu wana wa Israeli, kama itakavyotokea hesabu yao, ndipo watakapompa Bwana kila mtu ukombozi kwa ajili ya roho yake hapo utakapowahesabu, ili kwamba yasiwe maradhi kati yao hapo utakapowahesabu Nacho watakachotoa ni hiki: kila mtu apitaye kwa wale waliohesabiwa atatoa nusu shekeli kwa kuiandama shekeli ya mahali patakatifu, shekeli ni gera ishirini, nusu shekeli kwa sadaka ya Bwana. Kila mtu apitaye kwa wale waliohesabiwa, tangu huyo ambaye umri wake ni miaka ishirini au zaidi, atatoa hiyo sadaka ya Bwana. Matajiri hawataleta zaidi wala maskini hawataleta kilichopungua katika hiyo nusu shekeli watakapotoa hiyo sadaka ya Bwana ili kufanya upatanisho kwa ajili ya roho zenu. Nawe utapokea hizo fedha za upatanisho mikononi mwa hao wana wa Israeli na kuziweka kwa ajili ya utumishi wa hema ya kukutania ili kwamba ziwe ukumbusho kwa ajili ya wana wa Israeli mbele ya Bwana ili kufanya upatanisho kwa ajili ya roho zenu. Bwana akanena na Musa na kumwambia, Fanya na birika la shaba na tako lake la shaba ili kuogea, nawe utaliweka kati ya hema ya kukutania na madhabahu, nawe utalitia maji. Na Haruni na wanawe wataosha mikono yao na miguu yao humo, hapo waingia hapo ndani ya hema ya kukutania watajiosha majini ili wasife, au hapo watakapoikaribia madhabahu ili watumike kumteketezea Bwana sadaka ya moto, basi wataosha mikono yao na miguu yao ili kwamba wasife, na neno hili litakuwa amri kwao milele, kwake yeye na kwa wazao wake katika vizazi vyao vyote. Kisha Bwana akasema na Musa na kumwambia, jitwalie manukato yaliyo bora, manemane mbichi shekeli mia tano, na mdalasini wenye harufu nzuri nusu ya kiasi hicho, yani shekeli mia mbili na hamsini, na kane shekeli mia mbili na hamsini. Na kida shekeli mia tano kwa kuiandama shekeli ya mahali patakatifu, na mafuta ya zeituni kiasi cha vibaba vitano. Nawe utayafanya mafuta ya kutiwa matakatifu, marhamu iliyochanganywa kwa kazi ya ustadi ya mtengezaji manukato; yatakuwa ni mafuta matakatifu ya kutiwa. Nawe utaipaka hema ya kukutania kwa mafuta hayo, na hilo sanduku la ushuhuda, na hiyo meza na vyombo vyake vyote, na kinara cha taa na vyombo vyake, na madhabahu ya kufukizia uvumba na madhabahu ya kuteketezea sadaka pamoja na vyombo vyake vyote, na birika na tako lake. Nawe utavitakasa vitu hivyo ili viwe vitakatifu sana; tena kila kivigusacho vyombo vile kitakuwa kitakatifu. Nawe utawatia mafuta Haruni na wanawe na kuwatakasa ili wanitumikie katika kazi ya ukuhani. Nawe utanena na wana wa Israeli na kuwaambia, haya yatakuwa ni mafuta matakatifu ya kutiwa kwa ajili yangu mimi katika vizazi vyenu vyote Hayatamiminwa katika kiwiliwili cha binadamu, wala msifanye mengine mfano wa haya, kama yalivyoungwa kwa viungo vyake; ni matakatifu, na kwenu ninyi yatakuwa matakatifu. Mtu awaye yote atakayechanganya mafuta mfano wa haya, au mtu awaye yote atakayetia mafuta haya juu ya mgeni, mtu huyo atakatiliwa mbali na watu wake. Bwana akamwambia Musa, jitwalie manukato mazuri, yaani natafi na shekelethi na kelbena, viungo vya manukato vizuri, pamoja na ubani safi; vitu hivyo vyote na viwe vya kipimo kimoja. Nawe utafanya uvumba wa vitu hivyo, manukato ya kazi ya ustadi wa mtengenezaji manukato, yatakuwa yamekolea, safi, matakatifu. Nawe baadhi yake utayaponda sana na kuyaweka mbele ya ushuhuda ndani ya hema ya kukutania, hapo nitakapokutana nawe; nayo yatakuwa kwenu matakatifu sana na uvumba utakaofanya hamtajifanyia uvumba wenye viungo sawasawa na uvumba huo. Utakuwa kwenu mtakatifu kwa ajili ya Bwana. Mtu yeyote atakayefanya mfano wa huo ili kuunusa, mtu huyo atakatiliwa mbali na watu wake.